Ni akili za kibinadamu. Mungu anafanya mambo mengi, na ambavyo kuna binadamu wengi huku duniani, naweza kusema Mungu atakuwa anachoka sana, lakini Mungu wetu sio kama binadamu, uwezo wake unapita fahamu zetu, na matendo yake ni makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo tutakuwa tunajifunza habari za Petro na Yohana na hizi ndo habari nzuri ambazo huwa nazipenda kila siku anawaambia, nikiwa nasikia habari ya Bwana Yesu, habari ya Mungu, habari ya Roho Mtakatifu, kuna namna huwa najisikia tofauti. Kwa hiyo leo tutakuwa tunajifunza habari za Roho Mtakatifu, habari ya Roho Mtakatifu, na kwa namna moja ama nyingine Mungu amenipa kitu mwaka huu, najifunza habari za Roho Mtakatifu kila siku, namwambia Roho Mtakatifu, Ninaomba unifundishe, ninatamani nikujue kwa mapana, yaani nikujue zaidi ambavyo ninajijua, nikujue kwamba kwa nini huko katikati yetu, kwa nini naishi katika maisha yetu, mbali na kutupa karama, mbali na roho uh, tuna roho mtakatifu. Nini kingine ambacho unatamani si watu wako tukijua? Bwana asifiwe. Na wiki hii nikapata kitu cha ajabu sana, nikagundua ya kwamba Bwana Yesu aliposema ninaondoka ninawachieni msaidizi mwingine, alikuwa namaanisha kitu kikubwa sana. Maanake nijua ya kwamba si peke yetu, hatuwezi, tunahitaji mtu mwingine. Maana tunaambiwa ni Roho Mtakatifu sio kitu, ila ni nafsi iliyo hai, nafsi ambayo ina utambuzi, nafsi ambayo inajielewa, nafsi ambayo ina hisia. Kuna wakati tunaambiwa unamhuzunisha Roho Mtakatifu, kwa hiyo naye anahuzunika, lakini pia anafurahi kwao. Nikasema sasa nataka nijue roho mtakatifu nataka niende kwenye maisha ambayo yanampendeza mungu wakati naishi katika maisha matakatifu lakini pia huku duniani nifanikiwe lakini wakati nafanikiwa pia nisitegemea akili zangu kwa sababu akili zangu zinawaza mambo mengi na kila siku yanakuja ila nataka sasa roho mtakatifu unisaidie niatende yale tu ambayo ni makusudi yako haleluya Nilipokuwa niendelea kutafakari na kumwomba Mungu nikagundua ya kwamba Bwana Yesu anataka tu washirika na Roho Mtakatifu. Anataka tu washirika na Roho Mtakatifu. Yaani katika maisha yako wewe peke yako huwezi kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Lakini ukisema Roho Mtakatifu, mimi nataka kuwa ushirika na wewe, maana yake ni kwamba maisha ambayo unayaishi sio ya kwako peke yako. Maisha ambayo unaishi nasema, kwamba maana kwa Kristo kuwa hai ni Kristo, hata kufa ni Kristo. Sasa kama huyo ni Roho Mtakatifu na Bwana Yesu na Mungu wanataka kuwa pamoja na wewe, maana yake hakuna kitu ambacho unaweza ukakifanya pasipo kuwashirikisha wao kama vile ambavyo wanaishi nyumbani